Tuko hapa Dodoma tumesuma hoteli kwa takribani siku mbili ili kuhakikisha tuna tunaopitia mkakati wa, wa, wa kutokomeza ugonjwa huu wa fungashada ya migomba banana bunch top, bunch top disease ambao ugonjwa huu ni hatari kwenye sekta ya kilimo cha ndizi tangu kuingia kwake hapa nchini uliingia mnamo mwaka elfu mbili na ishirini kupitia wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma, na umezidi kuendelea kusambaa kwa kasi sana na mpaka sasa, kwa, kwa, kwa baadhi ya surveys zilizofanyika kwa TPHPA kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo ni takribani mikoa kumi na mbili ambayo sasa imekuwa confirmed kwamba imeathirika na ugonjwa huo na ugonjwa huu ni hatari, unaenda kusababisha ndizi zinadumaa na uzalishaji unakuwa haupo kabisa katika maeneo yote. Kwa hiyo tangia kuingia kwake, kumekuwa na jitihada mbalimbali zinafanyika na serikali na wadau wa maendeleo kuhakikisha ni jinsi gani basi kujenga uelewa na kutokomeza ugonjwa huu, japokuwa mafanikio yamekuwa katika katika hatua mbalimbali. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, serikali sasa imeamua kuja na mkakati maalum kabisa kwa ajili ya kutokomeza ugonjwa huu wa virusi unaotokana na, na, na, na, na, na, na, na hao virusi wa, wa, wa ambao wanaitwa banana bunch top virus, virusi yao sasa. Katika kutokomeza huo mkakati ambao unapitiwa una, una leo na wadau, ni mkakati ambao umeanza kuandaliwa kuanzia siku zilizopita. Lengo la mkakati huu ni kuhakikisha katika kila eneo kitu gani kifanyike ili kutokomeza ugonjwa huo. Tukianza kwenye eneo la kudhibiti usambaaji, kwa kudhibiti hivi vipando kutoka sehemu moja zilizowasirika kwenda kwenye sehemu nyingine. Lakini pia mkakati unaenda mbali, unaonesha ni jinsi gani tuweke tuweke kanuni ambazo zitasaidia kudhibiti ugonjwa huo na kanuni hizo zimeshaandaliwa. Kwa hiyo kikao hichi kinaenda kuzipitia hizo kanuni, lakini haitoshi, zinaenda kupitia ni jinsi gani tumejipanga kuutokomeza. Mbinu gani? Tuna mbinu nyingi, kutumia viuagugu kwa kuchoma sindano migomba, na kutumia viuatilifu vyingine kuua vile vidudu ambavyo vinasambaza ugonjwa huo. Kwa hiyo eh, hii strategy ni muhimu sana na tunategemea kupata maoni mengi kutoka kwa wadau ambayo yataiboresha na kwenda kuanza kutumika kwa ajili ya kutokomeza janga hili ambalo linaenda kutushushia uzalishaji wa ndizi, linaenda kuharibu uchumi wa familia, lakini hata uchumi wa nchi kwa ujumla. Mpango huu mkakati e, umetupa picha nzuri jinsi ya kudhibiti ugonjwa, lakini e, kubwa zaidi umeonyesha dira ya jinsi ambavyo ugonjwa huu utaweza kutokomezwa kwa pamoja na hatimaye kuongeza uzalishaji wa zao la migomba na kipato kwa wakulima wetu. Lakini vile vile naweza nikasema kwamba mpango wa mkakati huu utatusaidia kudhibiti maambukizi yasiende kwenye maeneo ambayo huu ugonjwa haujafika hapa nchini. Kwa hiyo kwa, kwa sisi wadau e, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania E, tunaupongeza huu mkakati kwa sababu unasaidia sana katika kutokomeza huu ugonjwa hapa nchini. Na TARI, kama TARI, tumekuwa wadau wa kupambana na huu ugonjwa toka ulivyoingia mwanzoni na mpaka sasa hivi kwenye utengenezaji wa huu mpango mkakati ambao e, mashirika na mashirika mengine ya wadau wa maendeleo ambao wamesaidia kuweka e, ufanya uwe hapa leo. Kwa hiyo mi naweza nikasema kwamba ni mpango mzuri sana na naweza nikatoa pongezi kwa shirika la chakula duniani FAO kwa kuja na kufadhili mpango mkakati huu ambao tunauona leo hii, ni kuuthibitisha na uweze kwenda mbele na kufanya kazi kwa miaka mitano. Mimi naamini ndani ya miaka mitano toka umezindua mpango mkakati, naamini huu ugonjwa utadhibitiwa kwa sababu kilichopo kwenye ule mpango mkakati ni kitu kizuri, na ni kitu ambacho kinatuonyesha kabisa kwamba ndani ya miaka mitano, kama tutaufuata kama nchi, basi huu ugonjwa utaweza kudhibitiwa. Nafasi yetu ni hipi katika hili ni kwamba chuo kikuu cha Sokoine kupitia mimi ambaye ni kama mwakilishi, tumechangia tangu kuanzisha juhudi za kuandaa huu mkakati lakini pia tunatazamia kuwa ni sehemu ya watumiaji wakubwa wa mkakati huu. Kwa hiyo mantiki iliyopo hapa ni kudhibiti kuenea kwa fungashada ambalo ni, ambalo ni shida kubwa sana kwa zao la mgomba, ili kuokoa uchumi wa kulima. Sasa tunapojaribu kudhibiti hapa, kuna mbinu mbalimbali kama kudhibiti uh, kusambaa kupitia vipando lakini pia kudhibiti kusambaa kupitia wadudu mafuta ambao mara nyingi ndo waambukizaji. Lakini pia hatulengi tu kudhibiti, tunalenga katika kutoa mbegu zilizo bora kwa watumiaji ambao ni wakulima, lakini tunalenga kuwapa elimu ya kufahamu fungashada nini na jinsi ya kudhibiti na pale pale kuendelea kufanya tafiti mbalimbali mbali ambazo zinalenga kumfaidisha mkulima wa zao la mgomba. Kwa hiyo hii umkakati ulioandaliwa haulengi tu katika kudhibiti bali pia kutoa elimu na kuendelea kufanya tafiti mbalimbali mbali katika kuboresha hali ya afya ya zao la mgomba na kuepusha magonjwa mengine ambayo yanaendana na hayo, ili kuhakikisha kwamba tuna msingi bora wa miche iliyo bora ambayo wakulima wataitumia, lakini pia wakiitumia, wanaitumia miche ambayo imethibitishwa na taasisi zinazotambulika kisheria na serikali. Lakini wakati huo, taasisi zingine sasa kama chuo kikuu cha Sokoine na zingine zitaongoza juhudi za utafiti wa mbinu bora za ziada, utafiti wa aina bora za miche ambazo zinafaa, lakini pia katika kutoa elimu.